yangu ya kutambulisha mtoko wa kuendeleza wachimbaji wadogo iliyotolewa inatolewa kwa mwandishi wa habari na katibu wa Afinet ndugu Edmund Libenti Kaiser. Geita tarehe 27 mwezi wa 9 2025. Ndugu waandishi wa habari Habari za wakati huu, nawashukuruni sana sana kwa kufika na kujitokeza kushiriki nasi katika na siku ya leo. Kwa niaba ya AFINet, ambayo ni African First Investors Network, nina furaha kubwa kuutambulisha rasmi kwenu mtoko wa uendelezaji wa wachimbaji wadogo mtoko huu ni promotion ya kukidhi mahitaji ya teknolojia, utaalamu na rasilimali katika sekta ndogo ya uchimbaji wa madini. Mtoko huu utazinduliwa kupitia tukio maalum la Pop Up Education for Jobs 2025, ambalo litafanyika tarehe kumi na sita na kumi ya mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025, jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Deca House of Excellence uliopo Mbezi Juu, barabara ya Goba kwa Pembe. Lengo kuu la mtoko, lengo kuu la tukio hili ni kuhusianisha ujuzi na soko la ajira kupitia tafiti na utaalamu elekezi hususan, katika sekta ya uchimbaji, uchakataji, uchenjuaji na uchuuzi wa madini pamoja na uongezaji thamani. Mtoko huu utaendeshwa nchi nzima kila mkoa na Mtajirishaji Media kwa kushirikiana na kampuni za wataalamu wachimbaji wadogo na wananchi zilizojumuika kuunda mtandao wa wawekezaji wa kwanza Afrika, kwa maana ya AFINet. Baadhi ya kampuni hizo naomba kuzitaja ni Kansel Gold Mine, Wigotec, Semt Investment, Maisha Bora Management Bega kwa Bega Microfinance, Stayon Gold Mine, Kerezia Gold Mine, Gewoma Gold Mine na Momco Limited. Katika kuhakikisha kuwa lengo hili lengo kuu linafikiwa, jukwaa la mtandao wa wawekezaji wa kwanza Afrika kwa maana ya AFINet Forum litafanyika siku tatu kila mkoa. Mtoko utaendeshwa kwa muda wa miaka mitatu kuanzia mikoa ya kanda ya ziwa na kanda ya magharibi. Wabia wa kimkakati katika wabia uendeshaji wa uendelezaji wa wachimbaji wadogo ni pamoja na kampuni ya Gotek, benki ya NMB pamoja na Stamico ambao muda wote wataungana na sisi. Mtoko huu unakusudia kutoa mchango mkubwa katika uendelezaji wa sekta ya madini kama nguzo muhimu ya kujumuisha wananchi wote kuwa wabia wa serikali wanaoshiriki kikamilifu kujenga na kumiliki uchumi wa viwanda, kuchangia pato la taifa, kutengeneza nafasi za kazi, na kufungua fursa za uwekezaji pamoja na biashara, kuwezesha taaluma kuunganishwa na soko la kazi za utafiti, utaalamu elekezi, uendeshaji wa shughuli za makampuni, utoaji wa huduma na uzalishaji migodini na viwandani. Mtoko huu utajumuisha makundi mbalimbali ikiwemo wana vyuo, wana taaluma, wachimbaji wadogo, wachuuzi wa madini, wafanyabiashara, wananchi wanaohitaji fursa za uwekezaji na biashara, na wadau muhimu kutoka taasisi za kifedha na mabenki, mashirika, vyuo, taasisi na mamlaka za serikali. Katika jukwaa hili, kutakuwa na mijadala, shuhuda, warsha na maonesho yatakayowawezesha washiriki kupata taarifa na maarifa ya moja kwa moja yanayohusiana na, na mahitaji ya kuongeza tija na ukuzaji wa ajira. Ndugu waandishi wa habari, Mtoko huu ni maalum katika kuhakikisha kuwa wanataaluma na vijana wanajumuika na wananchi kuwa wawekezaji wa ndani wanaoshiriki kikamilifu kuchuma hazina kubwa ya utajiri wa madini kwa kutumia ipasavyo, kwa kutumia ipasavyo kukidhi mahitaji ya kustawisha watu. Ndugu wanahabari kwa niaba ya AFINet, ninatoa wito kwa vyombo vya habari, wadau wa sekta ya madini, na taasisi za elimu ya juu kujumuika nasi katika mtoko huu muhimu kwa maslahi mapana ya Taifa letu. Ushiriki wa kila mmoja wetu ni muhimu katika kufanikisha lengo na kuunganisha ujuzi na soko la kazi pamoja na kujenga uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea. Asanteni sana kwa kunisikiliza.